Fikiria kiti cha enzi kilichofunikwa kwa dhahabu, lakini kikiwa kimejaa sumu ya sanamu. Mfalme ambaye angeweza kuwa shujaa wa kihistoria, lakini alichagua kutembea gizani. Hii ni hadithi ya Ahabu, mfalme wa Israeli, ambaye jina lake limebaki kuwa onyo katika kurasa za maandiko matakatifu. Utawala wake ulikuwa wa mafanikio ya kijeshi na ustawi wa nje, lakini pia ulikuwa na anguko kubwa la kiroho ambalo halijawahi kushuhudiwa. Ahabu hakuwa mfalme wa kawaida. Alikuwa mtu aliyemkaidi Mungu mwenyewe. Akiwa mwana wa Mfalme Omri, Ahabu alirithi kiti cha enzi cha ufalme wa kaskazini wa Israeli karibu mwaka 874. Omri alikuwa ameanzisha mji mkuu kule Samaria na aliacha urithi wa nguvu za kisiasa, lakini pia wa uovu wa maadili. Ahabu alipochukua uongozi, alikuwa na kila kitu cha kuhuisha agano la Bwana. Lakini alichagua kuendeleza makosa ya baba yake. Biblia inasema moja kwa moja, Ahabu alitenda maovu machoni pa Bwana kuliko wafalme wote waliomtangulia. Mmoja wa wafalme na hili halikuwa jambo la kuchukuliwa kijuujuu. Katika utawala wake, Israeli ilipata utulivu wa kijeshi na maendeleo ya kiuchumi. Aliimarisha ushirikiano na mataifa jirani, akajenga miji na akaendeleza kipindi kilichoonekana kuwa cha amani. Lakini nyuma ya mwangaza huo kulikuwa na moyo uliogawanyika. Waisraeli waliokuwa wameitwa kumwabudu Mungu wa kweli peke yake walisalitiwa na miungu ya mataifa mengine. Ahabu mbali na kuzuia hilo, alikuwa ndiye kichocheo kikuu cha usaliti huo wa kiroho. Katika kipindi hicho ndipo alipoibuka mmoja wa manabii maarufu sana wa Agano la Kale, Eliya. Kama radi katika anga la mawingu ya Israeli, Eliya alikuja na ujumbe mkali na wa moja kwa moja: Mungu bado yupo na hukumu inawajia wale wanaomkaidi. Lakini Ahabu hakusikiliza. Aliufanya moyo wake kuwa mgumu. Mvutano kati ya mfalme na nabii Eliya ukawa msingi wa mfululizo wa matukio ya kusisimua yaliyobadili historia ya Israeli. Utawala wa Ahabu hauwezi kusimuliwa kwa mafanikio ya kisiasa pekee bali kwa shimo alilochimba kati ya enzi ya Israeli na enzi ya mbinguni. Hadithi yake inaanza kwa dhahabu, lakini mwangaza huo ulifunikwa na giza alilolikumbatia kwa hiari, agano lililofungwa si tu kwa mikataba ya kisiasa, bali kwa madhabahu ya sanamu. Wakati Ahabu alipoa Yezebeli binti wa mfalme wa Sidoni, hakumleta tu mke wa kigeni katika kasri bali alifungua milango ya Israeli kwa moja ya maovu makubwa kabisa ya kiroho katika historia ya taifa hilo. Yezebeli hakuwa mwanamke wa kawaida, alikuwa binti wa Mfalme Ethbaali ambaye pia alikuwa kuhani wa Baali, mungu wa Kanaani wa mvua na uzazi. Pamoja naye walikuja makuhani, sanamu na ibada zilizodharau kila amri ya Mungu wa Israeli. Yezebeli alipata ushawishi mkubwa mara moja. Hakuwa malkia wa mapambo bali alikuwa mwenye ushawishi, mdanganyifu na mwenye nguvu. Kwa imani yake ya kigeni na tabia kali alimshawishi Ahabu na kubadili kabisa hali ya ibada katika Israeli. Madhabahu ya Baali yakajengwa huko Samaria. Hekalu zima likawekwa kwa heshima ya Mungu wa mataifa. Ahabu aliyekuwa hana msimamo sasa alianza kuongoza dhabihu hizo. Watu wa Israeli waliokuwa dhaifu kiimani wakafuata mfano wa kiti cha enzi hii. Haikuwa tu uchaguzi wa kidini, ilikuwa ni dharau ya wazi kwa Bwana Mungu aliyewaokoa kutoka Misri, akaipasua bahari, akawalisha jangwani na kuwapa nchi ya ahadi. Sasa alikuwa anasahauliwa kwa ajili ya Mungu wa mataifa. Yezebeli alienda mbali zaidi. Hakutosheka na kukuza Baali, alitaka kulifuta jina la Bwana kutoka Israeli akaamuru kuwaua manabii wa kweli wa Mungu. Wengi waliuawa, waliookoka walijificha mapangoni, wakiishi kama wakimbizi katika nchi yao wenyewe. Muungano wa Ahabu na Yezebeli haukuwa tu ndoa, ulikuwa ni muungano wa taji la Israeli na roho ya uasi. Sura ya malkia ikawa alama ya ushawishi wa kuwapotosha watu mbali na Mungu, akiwa amevaa mavazi ya kifahari lakini ameloa damu ya wasio na hatia. Ahabu aliadhiriwa kabisa na ushawishi wake, hakuwa tena mfalme wa kweli. Ni Yezebeli aliyekuwa akielekeza hatima ya kiroho ya taifa. Wakati anga lilianza kufunga juu ya Israeli, sauti za maombi zikabadilika, nyimbo zikabadilika, lakini kimya cha Mungu kilizidi. Kitu kikubwa kilikuwa kinakaribia, kwa maana Bwana hangeendelea kunyamaza mbele ya unajisi wa namna hiyo katika kilele cha ibada za sanamu na uasi, wakati madhabahu ya Baali yalikuwa kila mahali Samaria, sauti ilisikika, sauti iliyokatiza ukimya wa Mungu kama radi jangwani, he. Eliya Mtishbi alionekana ghafla, bila kutangazwa kwa heshima, bila nasaba ya kifalme wala cheo chochote cha heshima. Alikuja na neno moja kali, moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Alionekana kana kwamba alinyakuliwa kutoka milimani na kuitwa kwa haraka na Mungu. Kitendo chake cha kwanza cha hadhara kilikuwa changamoto ya moja kwa moja kwa mfalme kutangaza kwamba mbingu zitafungwa. Wakati huo, kuzungumza juu ya ukame ilikuwa sawa na kugusa sehemu nyeti sana ya watu na serikali. Israeli ilitegemea kilimo na uzazi wa ardhi ulionekana kama baraka kutoka kwa Mungu. Eliya alitangaza E, hakika kama aishivyo Bwana Mungu wa Israeli, hapatakuwa na umande wala mvua katika miaka hii isipokuwa kwa neno langu. Kwa kusema hivi hakumpinga tu Baali, Mungu wa mvua kwa mataifa ya kigeni, bali alimweka mfalme Ahabu kama mshtakiwa mbele za Mungu. Ni kama alivyosema, mbingu zitajibu ibada ya sanamu kwa kimya, na mimi ndiye mjumbe wa habari hiyo. Athari zilionekana mara moja. Eliya alitoweka kwa kutii amri ya Mungu ya kujificha. Lakini tayari madhara yalikuwa yameanza. Ukame ukaanza himashamba yakakauka, mito ikakoma, mifugo ikaanza kufa kwa wingi. Watu wakaanza kuhisi madhara ya kutokutii Mungu. Wakati huo Ahabu alituma wajumbe kila mahali, si kutafuta toba, bali kumtafuta Eliya kama mhalifu. Yezebeli, akiwa mwenye tamaa ya mamlaka, alizidisha mateso kwa manabii wa Mungu wa kweli. Mgongano kati ya Ahabu na Eliya haukuwa wa kisiasa tu, ulikuwa wa kiroho. Mfalme aliyeshikiliwa na sanamu na kuendeshwa na Yezebeli alimkabili nabii aliyekuwa akilishwa na kunguru na maji ya kijito. Ujumbe ulikuwa wazi: siyo idadi ya makuhani au ushawishi wa kifalme unaoamua hatima ya taifa, bali ni uaminifu kwa Mungu wa kweli. Eliya akiwa peke yake alikuwa sauti ya kweli katikati ya uasi. Wakati Ahabu alizama katika maamuzi ya kibinadamu, Eliya aliishi kwa mwongozo wa Mungu. Mmoja alikuwa na utajiri na washirika, mwingine alikuwa na upweke na ujasiri, lakini ni nabii aliyekuwa na neno la kubadili historia. Mawingu yakatoweka mbinguni na ardhi ikapasuka kama ngozi iliyojeruhiwa. Kila siku watu walitazama juu wakiwa na tumaini la tone la rehema, lakini anga lilibaki kuwa la shaba. Ukame ukaenea kama hukumu ya kimya isiyoonekana, lakini kali. Kila wiki bila mvua, Israeli iliangalia sio tu mazao yakiharibika, bali pia matumaini yao ya uongo kwa Baali ya kisambaratika. Vyanzo vya maji viliisha kimoja baada ya kingine. Mashamba ya kijani yakawa jangwa. Akina mama wakaanza kuhesabu nafaka kama wale wanaohesabu siku za maisha. Wachungaji walipeleka mifugo kufa mbali na macho ya familia zao. Janga hilo halikuchagua tajiri wala maskini. Wote waliteseka. Hata ikulu ya kifalme ilianza kuhisi ukame. Ni kama Mungu alikuwa akinyamazisha taifa lote ili hatimaye wasikilize. Ahabu aliendelea kumtafuta Eliya kwa hasira. Alituma wajumbe katika mataifa jirani, akiomba wafalme na viongozi waape kwamba hawajamwona nabii huyo. Wakati huo huo, Yezebeli alizidisha kampeni ya kuwaua watumishi wa Mungu. Alitaka kufuta kabisa kila alama ya imani ya kweli. Lakini hata kumwaga damu hakufanya mvua ije. Mbingu hazikuitikia vilio vya makuhani wa Baali. Kimya cha Mungu kilikuwa kizito kuliko radi elfu moja. Katikati ya machafuko kulikuwepo mabaki ya kimya, wanaume na wanawake waliokuwa wamejificha lakini bado walishikilia imani. Mmoja wao alikuwa Ubadia, mtumishi wa Ahabu ambaye kwa siri aliwaficha manabii mia moja wa Bwana mapangoni akiwalisha kwa mkate na maji, huku taifa likikauka. Kitendo chake cha ujasiri kilikuwa kama mshumaa unaowaka gizani. Ukame haukuwa wa hali ya hewa tu, ulikuwa wa kiroho Israeli walivuna walichopanda: uasi, ibada ya sanamu, dharau kwa amri za Bwana. Sasa walikuwa wakipitia ukosefu wa kibali cha Mungu. Watu waliokuwa wamezoea kupuuza sauti ya manabii walilazimika kukabiliana na matokeo ya hatua zao. Hakukuwa na neno kutoka mbinguni wala jibu kutoka kwa sanamu, ni uzito wa hukumu pekee uliotanda kama kivuli kizito juu ya nchi yote. Wakati anga lilifungwa na tumaini likakauka pamoja na mito, Eliya alijitokeza tena baada ya miaka mingi akiwa amejificha kwa amri ya Mungu. Alirudi si kama mkimbizi, bali kama msemaji wa hukumu na urejesho. Ukame ulikuwa umetimiza kusudi lake, kufunua udhaifu wa imani kwa Baali. Sasa ulikuwa ni wakati wa pambano. Uwanja ulioteuliwa ulikuwa kilele cha mlima Kameli, mahali pa wazi ambapo Mungu angejifunua kwa utukufu mbele ya taifa zima. Eliya akatuma ujumbe kwa mfalme na si kwa mfalme peke yake. Aliamuru watu wote wa Israeli wafike pamoja na manabii 450 wa Baali. Ahabu aliyekuwa amebanwa na janga hilo, na labda akiwa na matumaini ya mwisho, alikubali wito huo. Mlima Kameli ukajaa watu, watazamaji, makuhani na askari. Hali ilikuwa ya taharuki. Eliya akiwa peke yake alisimama mbele ya umati huo kama shujaa, silaha yake ikiwa ni maneno na imani. Hakutoa maelezo wala ushauri, aliweka changamoto hu: madhabau mawili yatatayarishwa, mafahali wawili watatolewa dhabihu, lakini hakutakuwa na moto. Mungu wa kweli angejibu kwa moto kutoka mbinguni. Hakukuwa tena na nafasi ya mashaka au imani nusu, ilikuwa aidha yote au hakuna. Pendekezo hilo likakubaliwa. Manabii wa Baali wakaanza kwanza. Kwa masaa mengi, walipiga kelele, wakacheza, wakajikata kwa visu. Jua kali likiwa juu yao, walitokwa na jasho na damu, lakini hapakuwa na jibu. Hakukuwa na sauti wala ishara yoyote. Hakuna kitu kilitokea. Wakati wa Eliya ulipofika, alijenga tena madhabahu ya Bwana kwa kutumia mawe kumi na mawili, moja kwa kila kabila la Israeli, kama kumbukumbu kumbu ya agano lililosahauliwa. Akachimba mtaro kuzunguka madhabahu, akaweka kuni na sadaka juu yake. Kisha akatoa amri, vitu vyote vimwagiliwe maji, si mara moja, bali mara tatu. Baada ya kila kitu kuloa maji, Eliya akaomba sala fupi ya moja kwa moja, akiomba watu wajue kuwa Bwana ndiye Mungu na kwamba yeye ni mtumishi tu. Jibu likaja kama radi ya ghafla. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukateketeza sadaka, kuni, mawe, maji, kila kitu. Watu wote wakaanguka kifudifudi, wakapaza sauti, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Kweli ikafunuliwa na uongo wa sanamu ukawekwa wazi mbele ya kila mtu. Moto ule haukuangaza tu madhabahu, uliamsha tena tumaini la zamani. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, jina la Bwana likatukuzwa tena kwa pamoja katikati ya Israeli. Wakati moshi wa sadaka iliyoteketezwa bado ulikuwa angani, Eliya akaamuru manabii wa Baali wachukuliwe hadi kwenye kijito cha Kishoni. Hakuna aliyepona Wanaume mia nne na hamsini waliwawa kwa upanga, siku hiyo hiyo, mbele ya watu wote, chini ya macho ya Mungu aliyekuwa amejibu kwa moto. Ilikuwa hatua ya utakaso wa kina, ikukata mizizi ya ibada ya sanamu iliyokuwa ikiharibu Israeli. Lakini ushindi huo wa hadharani ulimwamsha mnyama wa hatari zaidi katika ufalme. Yezebeli hakuwapo mlimani Kameli. Wakati Ahabu aliona dini yake ikianguka, Yezebeli alibaki ikulu, akisubiri habari. Aliposikia kilichotokea hakushtuka kwa muujiza wala hakumtambua Bwana. Badala yake alituma ujumbe moja kwa moja kwa Eliya, tishio la wazi la kifo. emiungu inifanye hivyo na zaidi, kama kesho wakati kama huu, sitakufanya kuwa kama mmoja wao waliokufa. Nabii wa mauti alikuwa amesema. Eliya akaingiwa na hofu. Baada ya kuwa jasiri mbele ya umati mkali, sasa aliogopa. Aliikimbia Israeli akielekea jangwani hadi Beersheba. Huko akamwacha mtumishi wake na akaendelea peke yake jangwani. Chini ya mti wa mkwaju akaomba kufa, si kwa woga bali kwa uchovu mkubwa wa roho. Yule aliyeliombea moto kutoka mbinguni sasa alisema, Ee Bwana, imetosha, chukua maisha yangu. Mzigo wa wito ulikuwa mzito sana, lakini Mungu hakumwacha Hakumtumia malaika wa hukumu, bali wa msaada. Malaika alimwamsha Eliya kwa mkate wa moto na maji. Akala akalala tena, kisha akala tena. Chakula kile kilimpa nguvu za safari ya siku arobaini hadi mlima Horebu, ambako angekutana na Bwana mwenyewe. Wakati Yezebeli alituma majeshi kwa maneno na kujaribu kurudisha ibada ya sanamu, Eliya alikuwa akitayarishwa kwa vita vipya. Nguvu ya nabii haiko daima kwenye upanga au radi bali katika kusimama kimya kwa imani akiwa na Mungu anayejali hata jangwani. Katika hali hiyo ya mvutano wa kiroho na mizozo ya kinabii, tukio dogo linafunua moyo wa kweli wa Mfalme Ahabu. Mfalme aliye na ardhi nyingi, majumba na mamlaka, alihamisha macho yake kwa kitu kidogo, shamba la mizabibu. Shamba hilo lilikuwa la mtu aitwaye Nabothi, Mwisraeli wa kawaida, mwaminifu kwa mila na urithi wa mababu zake. Shamba hilo lilikuwa karibu na jumba la kifalme kule Yezreeli. Ahabu alilitaka ili aligeuze kuwa bustani yake ya mboga. Ilionekana kama ombi dogo tu, lakini likawa mwanzo wa janga kubwa. Ahabu alimpa Nabothi pesa au shamba lingine kwa kubadilishana, lakini Nabothi alikataa Jibu lake lilikuwa rahisi na dhabiti. Hakuweza kuuza urithi wa baba zake. Halikuwa suala la mali tu, ilikuwa suala la heshima na utiifu kwa sheria ya Bwana ambayo ilikataza kuuza kabisa urithi wa kabila. Mfalme aliyezoea kutiiwa alihuzunika. Alirudi nyumbani akiwa na huzuni, akalala kitandani, akaangalia ukuta, hata akakataa kula. Mfalme aliyefanana na mtoto kwa kukataliwa. Yezebeli alipomwona katika hali hiyo, alimdharau kwa udhaifu wake. Kwake, mfalme alikuwa na haki ya kuchukua chochote anachotaka. Akachukua usukani, aliandika barua kwa jina la Ahabu, akazitia muhuri wa kifalme na kuwaagiza wazee wa Yezreeli wamshutumu Nabothi kwa kukufuru dhidi ya Mungu na mfalme. Watu wawili waovu walishuhudia dhidi yake hadharani. Kesi ilikuwa ya haraka, hukumu ikawa ya kikatili. Nabothi alipigwa mawe hadi kufa na wanawe pia ili hakuna mrithi angedai ardhi. Yezebeli alipompa Ahabu habari njema hakuuliza maswali. Alinyanyuka akaenda kuchukua shamba kana kwamba hakuna kilichotokea. Hakukuwa na maombolezo. Hakukuwa na majuto. Lakini kimya cha Mungu kilikuwa karibu kuvunjwa tena. Eliya akapokea agizo jipya, hi kwenda kwa mfalme na kutangaza hukumu ya Mungu. Wakati Ahabu alitembea kwenye shamba lililopakwa damu ya asiye na hatia, Eliya alitokea kama kivuli kisichotarajiwa. Maneno yake yalikuwa makali kama upanga hu, e, mahali ambapo mbwa waliramba damu ya Nabothi, mbwa watalamba damu yako, ndiyo damu yako mwenyewe. Tamaa iliyodharauliwa kama ndogo ilifunua uovu wa ndani, na lile shamba likawa uwanja wa mauaji yaliyotia muhuri hatima ya Ahabu. Wakati Ahabu alipokanyaga katika shamba la Nabothi, alifikiri ameshinda, lakini kimya cha Mungu kilikuwa ni maandalizi ya hukumu. Eliya alitumwa na ujumbe mpya, labda mkali zaidi ya yote. Mkutano kati ya nabii na mfalme ulifanyika katika shamba lililoibwa, mahali ambapo damu ya mwenye haki bado ilikuwa inapaza sauti kutoka ardhini. Ahabu alipomwona Eliya alijaribu kubadilisha hali i e, umeniona adui yangu? Lakini Eliya hakutishika. Hakuwa adui, ilikuwa dhamiri ya Ahabu iliyotambua uwepo wa Mungu kama tishio. Hukumu ya Mungu ikatangazwa waziwazi, kwa sababu Ahabu alikuwa ameuza nafsi yake kufanya uovu mbele za Bwana. Atafagiliwa kabisa, kizazi chake chote kitakatiliwa mbali kama cha Yeroboamu na cha Baasha. Pia hatima ya Yezebeli ikafunuliwa: mbwa watamla karibu na ukuta wa Yezreeli na Ahabu mwenyewe mbwa watalamba damu yake pale pale Nabothi alipouawa. Hii haikuwa tu adhabu, ilikuwa jibu takatifu lenye usahihi kulingana na uovu wake. Lakini jambo lisilotarajiwa likatokea. Ahabu alijinyenyekeza, akararua mavazi yake, akavaa nguo za magunia na kufunga. Alitembea akiwa ameinamisha kichwa, akiomba msamaha, na Mungu aliona toba yake. Ingawa toba haikuondoa kabisa adhabu, Mungu aliahirisha sehemu ya hukumu. Bwana akamwambia Eliya, "e" kwa sababu Ahabu amejinyenyekeza mbele yangu, sitaleta maafa haya wakati wa maisha yake, bali wakati wa mwanawe. Kitendo hiki kidogo cha unyenyekevu, ingawa kilikuwa cha kuchelewa na hakikutimilika, kilionyesha kuwa hata moyo mgumu zaidi unaweza kutetemeka mbele ya neno la Mungu. Lakini toba hii haikuleta mabadiliko ya kudumu. Ahabu aliendelea kutawala kwa kufanya miungano ya mashaka bila kurejesha agano la kweli na Bwana. Hukumu ilikuwa imeshatangazwa na siku moja ingetimia. Jina la Ahabu sasa lilihusishwa na aibu. Waisraeli waliona wazi gharama ya sanamu, mauaji na matumizi mabaya ya mamlaka. Kila uamuzi wa mfalme ulizidi kuzika taifa ndani ya shimo alilochimba mwenyewe. Shamba la mizabibu ejapo dogo kwa macho ya kibinadamu likawa ishara ya utawala ulioweka tamaa mbele ya haki, na Mungu ambaye ni hakimu wa haki alijibu kwa usahihi. Hukumu ilikuwa tayari imetolewa na wakati ukaanza kuhesabiwa. Hata akiwa na uzito wa hukumu ya kinabii mabegani, mwake Ahabu hakuacha kiti cha enzi wala uwanja wa vita. Wakati hukumu ilikuwa imetanda juu ya nyumba yake kama wingu la mvua, akageukia vita vya nje. Siria chini ya Ben-Hadadi, mfalme wa Dameski, ilikuwa tishio la mara kwa mara kwa Israeli. Katika hali hii ya mvutano wa kisiasa, Ahabu alionyesha upande mwingine wa tabia yake, mpangaji wa kisiasa mjanja, mwepesi kubadilika, lakini hatari kwa sababu ya kutojali mapenzi ya Mungu. Ben-Hadadi alikusanya wafalme 32 na na akashambulia Samaria. Alikuwa na kiburi hadi akatuma wajumbe kudai dhahabu, fedha wake na watoto wa Ahabu. Ahabu alijaribu kujisalimisha, lakini alipozidi kudhalilishwa akashauriana na wazee na akaamua kupigana. Nabii mmoja asiyejulikana jina alitokea na ujumbe wa kushangaza, he, Mungu atampa Israeli ushindi ili wajue kuwa yeye ndiye Bwana. Vita vilikuwa na hatua mbili. Mara ya kwanza Israeli walishinda kwa njia ya kushangaza. Mara ya pili Ben Hadadi alirudi akidhani Mungu wa Israeli ni Mungu wa milima tu. Lakini Mungu alijibu kwa nguvu zaidi na jeshi la Siria likashindwa kabisa. Ben-Hadadi akakamatwa. Ahabu, badala ya kumua kama ilivyokuwa kawaida ya vita, alifanya naye mapatano. Akamwita, e, ndugu wakafanya agano na akamwachilia. Ben-Hadadi akaahidi kurudisha miji na kufungua masoko kwa Israeli. Kwa macho ya mwanadamu, ilikuwa hatua nzuri ya kisiasa. Lakini kwa Mungu ilikuwa kinyume kabisa na mapenzi yake. Nabii mwingine alikuja akiwa amejificha na akampa Ahabu hadithi ya mfano kuhusu mtu aliyemwachilia adui. Ahabu alipoamua kuwa mtu huyo anastahili kifo, nabii akafichua kwamba alikuwa anazungumzia yeye. Ahabu alikuwa amedharau agizo la Mungu na gharama ya uasi huo ingekuwa kubwa. Ushindi uliopaswa kumtukuza Mungu ukawa doa jingine katika utawala wa Ahabu. Vita vya mwisho vya Ahabu havikuanza vitani, bali moyoni mwake, moyo wa kiburi. Alitaka kutoa Ramoth Gileadi, mji wa kimkakati uliokuwa chini ya Siria. Hata baada ya onyo nyingi, Ahabu aliamua kutumia vita kutatua jambo ambalo Mungu alikuwa tayari amelihukumu. Aliomba msaada kutoka kwa Yehoshafati, mfalme wa Yuda. Yehoshafati alikuwa mcha Mungu na akasema, waulize neno la Bwana kwanza. Ahabu akaita manabii mia nne waliokuwa wakisema tu yale aliyotaka kusikia. Wote walitabiri ushindi, lakini nabii mmoja wa kweli Maika alipoitwa alisema wazi, vita hii italeta kushindwa na ahabu atawawa. Aliota ndoto ya Ahabu akiwa mchungaji asiye na kundi. Ahabu akakasirika akaamuru Maika afungwe, bado akaenda vitani. Ili kukwepa hukumu, Ahabu alivalia nguo za kawaida na akamvalisha Yehoshafati mavazi ya kifalme. Wakati wa vita, maadui walimfuata Yehoshafati wakidhani ndiye mfalme wa Israeli, lakini walipoona ni tofauti wakaacha. Ahabu alijiona yuko salama. Lakini mshale mmoja uliopigwa kwa bahati tu, bila lengo maalum, ulimpiga Ahabu katikati ya sehemu wazi ya mavazi yake ya vita akiwa amejeruhiwa vibaya akaamuru atolewe uwanjani. Akavuja damu hadi jioni alipokufa. Jeshi likatawanyika kama Maika alivyotabiri. Mwili wake ulirudishwa Samaria, lakini gari lake la vita liliposafishwa kwenye birika mahali makahaba huoga, mbwa waliliramba damu yake kama Eliya alivyosema. Mfalme aliyekimbia hukumu alikufa kama ilivyotabiriwa bila heshima bila utukufu, akiwa na historia iliyojaa damu ya Nabothi na kimya mbele ya Mungu. Hadithi ya mfalme Ahabu si hadithi tu ya mfalme mmoja wa kale, bali ni kio kinachoonyesha hali ya mioyo ya watu wengi leo. Inaonyesha jinsi tamaa ya madaraka, kupuuza sauti ya Mungu na kuendeshwa na hofu au kiburi kunavyoweza kuharibu maisha na taifa zima. Kwa kanisa la leo na Wakristo, kuna mafunzo muhimu. Moja, Mungu bado anatawala yeye ni Bwana wa milima na mabonde. Ushindi hauji kwa nguvu zetu au mikakati ya kisiasa bali kwa utii wa kweli kwa Mungu. Mbili, wasi una gharama. Ahabu alidharau agizo la Mungu kwa kuridhia mapatano ya kisiasa badala ya kutekeleza hukumu ya Mungu. Leo, tunapofumbia macho uovu kwa sababu ya maslahi binafsi au woga, tunapanda mbegu ya maangamizi. Tatu, toba ya kweli huleta rehema i. Ingawa Ahabu alijinyenyekeza kwa muda, toba yake haikuwa ya kudumu. Mungu aliona unyenyekevu wake, lakini hakukuwa na mabadiliko ya ndani. Toba bila mabadiliko si toba ya kweli. Nne, sauti ya Mungu lazima isikike hata ikipingwa. Inabii Maika alisimama peke yake dhidi ya manabii wa uongo mia nne. Leo kuna haja ya watu wachache wa Mungu kusema kweli, hata ikimaanisha kukataliwa au kuteswa. Tano, usikimbie hukumu ya Mungu, e tubu kabla haijafika. E, Ahabu alijaribu kujificha na kubadilisha mavazi, lakini mshale uliomlenga ulikuwa wa kimungu. Vivyo hivyo hakuna anayeweza kujificha mbele ya haki ya Mungu. Sita, uaminifu kwa agano la Mungu ni wa thamani zaidi kuliko faida ya muda. E, kama Nabothi alivyoshikilia shamba lake kwa sababu ya heshima kwa urithi wa mababu zake, vivyo hivyo Wakristo wa leo wanapaswa kushikilia kweli ya neno la Mungu hata ikigharimu maisha yao. Wapendwa, hii ni sauti ya onyo na tumaini. Mungu anatafuta watu wa ujasiri kama Eliya na wa uaminifu kama Nabothi. Tusimame kwa haki, tusikubali kupotoshwa na dunia au viongozi wa uongo, bali tuishi maisha ya toba ya kweli na utii kwa Mungu. Kanisa la leo linaitwa kurejea kwa Mungu kwa moyo wa kweli. Ulimwengu unaweza kubadilika, lakini neno la Mungu hubaki milele. Kama umeguswa na ujumbe huu, tafadhali he, jisajili kwenye chaneli yetu kwa hadithi zaidi za Biblia zenye mafunzo. Penda video hii, toa maoni yako na shirikisha na wengine. Mungu akubariki na akuongoze daima.